Si bado kwenye mpira mchanga, mteke amelala kwenye kanuni. Kanuni ni ya pili, naanza katiba. Baada ya katiba anakuja nini? Kanuni. Akasome katiba kifungu nambari sabini na tano Hans, kitakumpa nini mwongozo. Lakini kabla hatujakwenda kwenye katiba, tunaamini wa Tanzania kwamba ligi yetu ni ligi ya nne kwa ubora katika bara la Afrika, tunakubaliana hivyo. Ligi ya kwanza kwa ubora katika bara la Afrika ni ipi? Misri, si ndiyo? Wao dabi zao wanachezeshwa na nani na wa Misri? Jibu hapana. Ligi ya pili kwa ubora kwenye bara la Afrika ni Tunisia, tunakubaliana hilo. Kuna dabi ya watunisia inachezeshwa na watunisia wenyewe, tena kibaya zaidi, watunisia wamevuka mipaka kwenye nchi hamsini na nne wanachama CAF katika bara la Afrika sio, Tunisia anakwenda kuchukua Ulaya. Sheikh, sawa kwanza, ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo linatokea katika mpira, na ndio maana wenye mamlaka mpira walitengenezea kanuni endapo usipokuja kwenye press unakwenda kuadhibiwa. Naamini juzi tu watu wamesahau hapa kumbukumbu, ndugu zangu kutoka Tabora wakuonekana kwenye press, ndugu zangu Kengoldi akuonekana kwenye press, lakini watu wakushtuka. Why Simba kutokuonekana unashtuka? This is football. Na ndio maana nasema siku zote ukiona kuna sheria inatengenezwa, ukiona kuna kanuni inawekwa, basi jua ili kanuni iwekwe, maana yake lazima makosa afanyeje, yafanyike. Kwa hiyo Simba kuto kuonekana kwenye press ni jambo la kawaida hatuwezi kujua tatizo gani limetokea, kwa sababu wanadamu ndio wanatakiwa waje kwenye place. Yawezekana wakati wanakuja njiani kuna accident imetokea, kuna dharura imetokea, inawezekana yote. Kwa hiyo nimesema kwamba Simba kuto kuonekana kwenye place ni jambo la kawaida, na kanuni mimi naamini zipo, zitakwenda kufanya kazi yake. Nikoi Kisugu, mambo vipi? Yes, mambo mazuri, uko vizuri kabisa. Tunamshukuru yes, Mwenyezi Mungu, tuko salama. Hmm. tuko na afya njema Hmm. tuko katika jiji ambalo halina mashaka, jiji tulivu Hmm. jiji lenye amani Mm. Jiji lenye upendo kabisa mm. Likiongozwa na Mwalimu Robert Charamila mm. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila. Namshukuru sana Albert Charamila kwa kazi kubwa mm. na kazi nzuri anayofanya mm. Dar es Salaam imekuwa inavutia, mm. Dar es Salaam imekuwa na amani, tunakaa sehemu yote, tunazungumza na waandishi wa habari mm. hii yote kazi imefanywa na Mwalimu Albert Charamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam tumpongeze. mm. Na namwambia kijana wake, niko vizuri, niko sawasawa, niko imara Kisugu, baada ya hizi taarifa za kwanza, Simba hajaja kwenye press. Nimeona unapokea simu nyingi sana, nimekusubiria kama risali zima, mashabiki wanakupigia, tuambie simu za nini sasa? Leo kama Ahmed amesema taarifa itatolewa, wewe unataka nitoe taarifa mimi? Rudi na... kwa Ahmed <laughs> Kisugu, tunakuuliza wewe, mechi unaitaka? Rudi kwa Ahmed. sawa, sawa, Kisugu, wewe unaitaka? Dabi wewe unaitaka, unaitaka hiyo mechi? Nimesema majibu yangu ndo yale yale. Bado, ukiishi kwenye nisikilize, ukiishi kwenye maisha ya mpira e, ukiamini wewe unatawaliwa na watu ambao ulioamini e, lazima wakuongoze katika hiyo nyanja sawa. mimi naamini e, kiongozi wangu e, mwenyekiti wa bodi Mohamedi Dewji, sio? mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, lakini hawa wote kuwepo wakamteua mtu mmoja, ni msemaji wa wa Simba Sports sio? msemaji wa Simba Sports ni Ahmedi. Kwanza ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo linatokea katika mpira, na ndio maana wenye mamlaka mpira ulitengenezea kanuni, endapo usipokuja kwenye plesi, unakwenda kuadhibiwa. Naamini juzi tu watu wamesahau hapa kumbukumbu, ndugu zangu kutoka Tabora wa kuonekana kwenye plesi, ndugu zangu King Goldi ya kuonekana kwenye plesi. lakini watu wa kushtuka, why Simba kutokuonekana? Unashtuka. This is football, na ndio maana tunasema siku zote, ukiona kuna sheria inatengenezwa, ukiona kuna kanuni inawekwa basi, jua ili kanuni iwekwe, maana yake lazima makosa afanyeje, yafanyike. Kwa hiyo Simba kuto kuonekana kwenye place ni jambo la kawaida. hatuwezi kujua tatizo gani limetokea, kwa sababu wanadamu ndio wanatakiwa waje kwenye place mm. Yawezekana wakati wanakuja njiani, kuna accident imetokea, kuna dharura imetokea, inawezekana yote. Kwa hiyo nimesema kwamba Simba kuto kuonekana mm. kwenye place, ni jambo la kawaida mm, na kanuni mimi naamini zipo, zitakwenda kufanya kazi yake. Mechi, mechi kubwa sana hii ya dabi, ni ajabu sana kuona hawaji kwenye press. Nimesema ni jambo pan, la kawaida linatokea. Simba ni wanadamu, mi naamini kabla tujajadili lazima tufanye tafakuri na tuchimbe nini ambacho kimesababisha Simba asitokee. <coughs> <coughs> na mi nimesema kwamba kwa sababu wao ni wanadamu, yawezekana walikuja wakakutana na mtihani njiani na ndio maana wakufika katika eneo la press. Kanuni zipo zitakwenda kuadhibiwa taratibu zitakwenda kufanyaje kufatwa, na nimesema jambo sila la ajabu sana. Nimetolea mfano Mavara, nisikilize yeah. Mavara, usilazimishe vitu ambavyo viko wazi. Mimi nazungumzia kanuni na mifano iliyokuwa hai ili Watanzania wafanyeje wanielewe, na bahati nzuri watu wa Dar es Salaam watu makini, chini ya mheshimiwa Chalamila wako sawasawa sawa. Nimesema juzi waandishi, Tabora alitokea kwenye press, tunaangalia ukubwa wa mechi. Nasema mechi Tabora na Simba, kanuni zote zinakwenda kuwaadhibu hakuna kanuni ya Simba, hakuna kanuni ya nani ya Tabora, mm. Kingoldi juzi walitokea wa Simba, mm. kwa sababu ya ukubwa wa mechi. Lakini pia Kisugu, ukiangalia tangia imetangazwa dabi kwamba itakuwa ni Juni 25 kuanzia viongozi hamueleweki, yani hamtoi statement. Bahati nzuri hata afisa habari tulivyomuuliza yeye majibu yake yapo juu juu, Kisugu. Mashabiki pia shida, shida kwenu nyinyi waandishi, mm. hamnyoki kama mnaleta shida, shida nyinyi, kwenu nyinyi waandishi, mm. Kwa sababu nyinyi mnaishi kwa matakwa ambavyo nyinyi mnavyotaka, lakini ukweli uko hivi, hakuna taratibu yoyote na kanuni yoyote. Mtu ambaye anayefahamu ratiba anatakiwa kucheza tarehe ishirini na mbili basi apite kwenye mitandao awatangazia watu kwamba mimi nacheza, mimi nacheza, mimi nacheza? Taratibu hiyo ipo? Nimesema hivi, nisikilize Mavara, step by step, kuna utaratibu ambayo tayari ratiba imeshatolewa muhusika wa mchezo asimame mbele za watu kila siku apige kelele kwamba yeye anacheza. Ipo, na nasema hivi ipo? A, a, ipo. Sasa shida nini? Shida ni kwa sababu kauli ambayo mliitoa kwamba nyinyi mechi ambayo mnaitambua ni ile ambayo imepita, ile ya Juni 15. Sasa kumbe, mavara wee, ni mchambuzi, nikupongeze sana. Ambia kumbe, ambia, unasema Simba taarifa wameshafanyaje wameshatoa sasa, kama Simba taarifa wameshatoa, Mavara wanatafuta nini kwangu? Natafuta kwa sababu ratiba imepangwa tena. Mimi mjaka... ni mwanachama wa klabu ya Simba hmm. Mimi ni mshabiki wa klabu ya Simba hmm. Tena mimi na sifa ya weredi hmm. Moja, weredi mashabiki wa Simba ni kusikiliza viongozi wao waliokuwa madarakani, kwa sababu Taurati, Injiri, Zaburi, Qur'ani imetupa mwongozo, wanasema watini na kuwaheshimu viongozi waliokuwa wapi madarakani viongozi walokuwa madarakani wa Simba Sports, sisi tunawati tunafanyaje? Tunawaheshimu, na ndio maana waandishi, mtakuwa mashahidi mtanisaidia katika ile hata nikienda mahakamani. Msemaji wa Simba, msemaji mmoja maarufu sana Ahmed Ali, mliongea naye baada ya mechi na na, na, na, na na Kagera na kagewa, alisema nini? Alisema taarifa itatolewa kama kuna sasa. Leo kama Ahmed amesema taarifa itatolewa, wewe unataka nitoe taarifa mimi? Rudi na... kwa Ahmed Ali <laughs> Kisugu tunakuuliza wewe mechi unaitaka? Rudi kwa Ahmed Yari. Sawa, sawa, Kisugu wewe unaitaka dabi wewe. Wewe. Wewe unaitaka hiyo mechi. Nimesema majibu yangu ndo yale yale. Bado Kisugu, ukiishi kwenye nisikilize. Ukiishi kwenye maisha ya mpira. E. Ukiamini wewe unatawaliwa e, na watu ambao uleo waamini. Yeah. Lazima wakuongoze katika hiyo nyanja. Sawa. Mimi naamini e, kiongozi wangu e, mwenyekiti wa bodi Mohamed mm. Deujalmo. Hmm. Sio? Mwenyekiti wa klabu mutaza mangungu Lakini hawa wote kuwepo wakamteua mtu mmoja, ni msemaji wa wa Simba Sports, si ndio? Msemaji wa Simba Sports ni Ahmed Ali, nyinyi Mavala? yeah. Mavala, yeah. siwezi kukujibu unavyotaka wewe. Jibu langu mimi ndio hili. Nakuuliza kama wewe Mavala, mimi nataka nikupeleke shule eh. Hey. Mavala, nataka nikupeleke shule sawa, utanilipia. Jibu linabadilika eh. Yeah. kwa swali sasa, yeah. hilo hilo jibu ana nisikilize, Mavala, Mavala nisikilize, jibu linabadilika kuwa swali. Nataka unijibu wewe nisaidie mimi madhara nisaidie, yeah. jibu huwa linabadilika kuwa swali. Jibu ni jibu, jibu ni jibu. Ni jibu aidha umepata linabaki kwa nini? yeah. jibu si ndio, aidha umekosa linabaki kwa nini? hayo ndo majibu yangu madhara niyotoa. Kisugu, unafahamu kabisa hii ni dabi ambayo kwanza TFF tuwapongeze, walitangaza pia waamuzi wa, wa kutoka nje, marefari kutoka nje, kwanza hiyo ilipokea. kwanza niwapongeze TFF wamekamilisha wajibu wao kwenda katika mchezo ambao haujawahi kuchezeka nambari mia moja themanini na nne kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa taratibu, wanayo mamlaka hayo, wamefanya na. Ili niwaambie tu Watanzania waliokuwa wengi wamesuka sana wanahoji, moja mdogo wangu Hans Rafael, na hii inadhihirisha Hans bado kwenye mpira mchanga, mteke amelala kwenye kanuni. Kanuni ni ya pili, inaanza katiba, baada ya katiba anakuja nini kanuni, akasome katiba kifungu nambari sabini na tano Hans, kitakumpa nini mwongozo. mm -hmm. Lakini kabla hatujakwenda kwenye katiba, tunaamini wa Tanzania kwamba ligi yetu ni ligi ya nne kwa ubora katika bara Bala la Afrika, tunakubaliana hivyo. Ligi ya kwanza kwa ubora katika bara la Afrika ni ipi? Misri, sindio? mm -hmm. Wow, wao dabi zao wanachezeshwa na nani? na no, Wamisiri jibu. Hapana, ligi ya pili kwa ubora kwenye bara la Afrika ni Tunisia, tunakubaliana hilo kuna dabi ya Watunisia inachezeshwa na Watunisia wenyewe. Tena kibaya zaidi, Watunisia wamevuka mipaka kwenye nchi hamsini uh, na nne wanachama CAF katika bara la Afrika, sindio? Tunisia wanakwenda kuchukua Ulaya shekh. Sawa Kisugu, baada ya press kwamba Simba wajaja, na bahati nzuri naona wameposti picha picha ambayo pia inaashiria ukitazama. Okay, hii picha ni wachezaji kama wame wanalala malivyoandika moja nikwambie, yeah. tu rugha moja nzuri yeah, kwenye, sana kwenye press, kwanza moja yeah. katika picha ilonipendeza ni hiyo yeah. inaonyesha mastaa wa Simba waliofanya vizuri kwenye ligi ya ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano moja mavara yeah. Simba tumefanikiwa kwenye ligi ya mwaka huu, huo ndio ukweli yeah. moja mafanikio yeah. mwaka huu tumekwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Lakini kabla ligi haijaisha, sasa hivi kila Mtanzania mwenye akili timamu, ukimuuliza goalkeeper gani bora ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ligi yetu ya NBC, mwenye akili timamu atakwambia Pimpil Kamara. Lakini tatu, ukimuuliza Mtanzania yoyote aniyefanana na mimi akili mwenye akili kama mimi, nani unategemea awe mfungaji bora kwenye ligi NBC? atakwambia Embe ya Ivory Coast yeah, haiwezi kugeuka kuwa dafu Tanzania. Embe ya Ivory Coast itabaki kwa nini? Embe. Maana yake MVP wa Tanzania wa Ivory Coast mwaka jana ndio anakuwa MVP wa wapi? Tanzania. Kwa hiyo sisi tumefanikiwa. Kwa hiyo moja hiyo picha kwanza niipongeze ni picha nzuri. Lakini tu niwaambie Tanzania jambo moja dogo sana. Na ukiniuliza maana siwezi kukwambieni. Iko methali nasema hatima adef. Maana yake nini? Simesema siwezi kusema. Yeah, hawezi kusema. Lakini hatima Atamdekea, hatamdekea nani unasema? Moja ya msimu. Moja, Simba tuna falsafa yetu kama Simba, na tunaamini Simba Sports ni klabu ya mpira na tunaamini maisha yetu ni kucheza mpira, bado sikata sikata tiketi <milk> Kesho mbali Mungu anaweza akapitisha uwezo wake kati wakati kwa, kwa tiketi kabisa. Kila mmoja mwana Simba, mimi naamini kuna watu wenye akili timamu wao wenyewe ndo watamua kwa sababu pesa ziko mfukoni mwao eh. Mimi siwezi kuambia chochote. Ungetamani uwepo. Neno kutamani nalo. Mimi naishi na neno uhalisia. Kwa hiyo neno kutamani ondoa kwa. Sawa sawa basi. Kwenye uhalisia unataka una mechi iwepo. Kutaka kisho, kwangu mimi. Eh, hey, mimi nikitaka hizi haina faida yote. Eh, hey. Mimi nikisema ah, nisikilize basi. Mimi nikisema nataka, mimi namuongoza vipi mimi Kamara? Mimi nisikilize Mavara. U, u, u, Mavara nisikilize. Hey. Mavara, kuna matakwa nyingine uwezi uhitajiki kutaka kwa sababu ukitaka utashindwa kwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo, iki, ikiwepo siwepo, kuwepo, kesho mbali eh. Tumombe Mwenyezi Mungu tuendelee tiketi ya? ngoja ya ya. Eh, niamke kesho inshallah niamke kesho, kesho. Eh. Labda kesho mbali Mungu anaweza kunichukua. Yametosha maswali waandishi, mimi naona kama mmetuonea jambo, la kutu, la kutuongezea jambo yapo, tunakwenda kwenye uchaguzi eh yako watu tu waseme, watu wanakwenda kuharibu mpira kwenye nti yeah, nyamwoni, yeah. Watu wanalazimisha fulani aondoke anaondoka ya yeah. Leo hii watu wanatengeneza mikakati kuondoa watu ambao waliokeza kwenye mpira waje kukaa wao kwa maslahi yao, we ujui? Akina nani hao tena Kisugu? Wewe si ulitaka kuondoka zima maiki yako nenda. ah, niwashukuru sana waandishi wa habari hamna. We Ngwale, unasemaje yako mambo ya msingi tuzungumze. Katika nchi hii ameshatengenezwa, kuna watu kwa makusudi wanakuja kuyabomoa, yeah, yeah. ili soka la Tanzania lifanyaje? Lisiende. wakina nani hao Kisugu? leo hii yeah. tuna uwanja mpya unatengenezwa Arusha, unaitwa Samia Stadium yeah, pesa za walipakodi zimetumika zaidi ya bilioni mia mbili themanini na nne yeah. maana yake watu wanapambana ili kuhakikisha soka la Tanzania lifanyaje? Linakwenda. yeah. yeah. leo nyinyi waandishi wa habari mnakataa kuhoji kiko kikundi cha wauni wachache hata kumi wafiki wanafanya jitihada kwenda kuharibu mpira katika nchi. Alafu unaoji mechi kesho ipo, ukiambiwa ipo na kasirika, unaondoka mike. Hayo wewe unajui, mimi siajui. Ndo tuambie, tusungumze vitu vya msingi, tusaidie mpira wa nchi yetu, mpira uende kusogea mbele. Haiwezekani kwenye mpira tulale tuamke amke, tukishata mtaa mmoja, kwa sababu anakula bule, anamka bule, anasema leo ndoa Kisugu anaondoka yatima yatima

Katika kulea watoto wawili, mtoto mmoja wa dada yake akawa hana naye mapenzi makubwa, kwa sababu kila siku anamsurutisha kufanya kazi. Mtoto wake akawa anafanyaje anamweka kwa bahati mbaya, bahati nzuri akatoka muoaji, alipokwenda kuoa muoaji akaenda kuoa kumuoa yule mtoto ambaye aniyefanyaa kazi vizuri kuliko ni mtoto nani wa bibi. Kilichotokea, mtoto wa bibi baada ya kuolewa, ndoa ile haikudumu moja alikuwa hawezi kupika kwa sababu alikuwa hana mafunzo, lakini pili alikuwa hawezi kufagia, lakini kwa sababu alikuwa hana nini, mafunzo. Wache niseme jambo moja tu, yatima hadeki, sawa?